Hello ni kualia kuna chaneli yetu nzuri ya usiteseke tena. Leo tuangalie ni kwa nini kadri mwanamke anavyopenda zaidi, ndivyo mwanaume anavyopoteza hamu ya kuwa naye. Karibu, nimekuandalia sababu nne kujibu swali hili linalosumbua wanawake wengi na baadhi ya wanaume wanaojikuta wanafanya maamuzi na hawajui ni kwa nini. Twende pamoja. Jambo la kwanza, mwanamke anapopenda sana huacha kujithamini yeye na kuwekeza focus yote kwa mwanaume. Mwanamke anapoingia kwa mapenzi ya dhati, mara nyingi huanza kuvuka baadhi ya mipaka yake binafsi. Anaweza kuacha malengo yake, kazi yake na hata marafiki zake, yote ni kwa ajili ya kumpendeza huyo mwanaume lakini mwanaume a, kisaikolojia huvutiwa zaidi na mwanamke anayejithamini, anayejua thamani yake na ambaye haendeshwi na nidhamu ya uoga. Lakini jambo la pili, mapenzi yanageuka kuwa wajibu wa mtu mmoja. Kadri mwanamke anavyojitoa, ndivyo mwanaume anavyopumzika. Mwanaume anajua, huwezi kuondoka. Mwanzo mwanaume anajitahidi kutuma message, anatafuta muda wa kuwa na wewe, lakini sasa anaona hakuna haja ya kujituma tena, kwa sababu mwanamke tayari ameshapatikana. Na hivyo mwanamke ndio anaanza kulitetea penzi sasa, kwa kumtafuta mwanaume ili apate muda wake. Jambo la tatu, uhitaji kupita kiasi hupunguza mvuto. Yes, Mwanaume hawezi kuvutiwa na mwanamke anamuhitaji kwa kila hali. Mvuto una nguvu unapokuwa na umbali kidogo. Mwanamke akimfuata mwanaume kila mahali, kila saa, akionyesha kuwa hawezi kuishi bila yeye, hapa mvuto upotea. Mwanamume anahisi kuanza kumkinai huyo mwanamke. Lakini jambo la nne Mwanaume hujisikia kukosa uhuru. Kadri mwanamke anavyopenda sana, huanza kutaka ukaribu wa mara kwa mara, simu zisizoisha, meseji kwa wingi. Mwanaume ambaye anathamini sana uhuru wake huanza kuhisi anabanwa, anadhibitiwa, anapoteza nafasi ya kuwa yeye. Ndipo huanza kujitoa kwenye uhusiano wa kimya kimya. Sasa sikia. Kupenda sio kosa, lakini kupenda bila mipaka, kupenda hadi kujisahau, kupenda hadi kumtazamia mwanaume kuwa yaani, kujiona bila yeye wewe si lolote, huku ni kufanya makosa na kujiumiza. Mwisho wa siku, unapaswa uelewe kwamba mapenzi ni ushirikiano wa watu wawili ambao hujitoa kwao na kujitoa kwao kunaleta tija kwa wenzie sehemu unapoona kuwa ni too much, hapo patakusababishia madhara tu. Naitwa Angela Kanine. Kupata kitabu chetu cha utundu wa dimu wa mahusiano tucheke WhatsApp sim namba 0755302668. Asante na karibu.